N tunakwenda kujifunza jinsi ya kukata gauni yetu hili ambapo tutakwenda kutumia vipimo vingi kama ifatavyo. Kwanza kabisa tutakunja pateni yetu ili kuweza kutengeneza kile ambacho tunatakiwa kukifanya. Nitakwenda kuchukua vipimo kama kawaida ambavyo tutachukua vipimo vingine vina muhimu, lakini tutakwenda kuvitumia vivyo hivyo ambavyo tutachukua tatu ya shingo, saba na nusu ya bega. Tutapima kwapa ambayo ni saba umeishia hapa, kwa hiyo tutaunganisha na nazi. Huu ni mstari wetu wa kwapa. Tutapima sehemu ya ziwa na kwenye tisa na nusu na chini ya ziwa kwenye kumi na mbili afya yetu na kumi na sita na moja ya kushonea itakuwa kwenye kumi na saba kwa hiyo

namna hiyo. Baada ya hapa, tutakwenda kuchukua vituma vyetu, ambapo kumbuka, hapa tunakwenda kujinacho. Tutaangalia sehemu ya dati, ambapo ni kwenye inchi nne kutoka kama nne na robo okay, nne na robo hapa nitakwenda kunyosha mali, nitanyosha mtari namna hiyo, okay, nilikuwa naetakao hapa. Kwa hiyo tutakwenda kupima tutaingia huko kama inchi moja na nusu inchi moja na nusu iko hapa na huku pembeni utaingia kama mbili na nusu hapa. Kwa hiyo utasababisha kutoka hapa utatengeneza kiduara kama kimoyo ambacho kitakufuja kigote maeneo hayo, na huku tutatoa inchi tano. Hii ndiyo sehemu yetu ya dati, tutatoa inchi tano hapa kwa ajili ya mkanda, alafu tutatengeneza ziwa letu litakuja mpaka hapa namna hii, lakini pia tutapima kifua. Kifua ni 34 kwa 8 na nusu na moja ya kushonea, ama tutaweka tu nusu ya kushonea, itakuwa kwenye tisa. Tutarudi sehemu ya tumbo, ana 28 kwa ni saba na moja ya kushonea, itakuwa kwenye nane. Hapa kwa tutaunganisha kutoka kwenye kifua kuja sehemu ya tumbo namna hii, okay. Kwa hiyo baada ya hapa sasa, ikumbukwe uh, hii hapa hivi ndio chini ya ziwa na hii ndio itakuwa belti yetu. Kwa hiyo hii belti tutaipeleka mpaka nyuma. Kwa hiyo hapa nitanyosha mstari ambao natenganisha kipande cha mbele na kipande cha nyuma, sawa. Mmhm, tutaendelea kupima kifua, tumesha sema ni nane, kwa hiyo na moja ya kushonia ni tisa. Lakini pia uh, tumbo ni saba, moja ya kushonea ni nane. Hapa utaunganisha kutoka hapa mpaka maeneo haya. Kwa hiyo huku utakuwa ni upande wa zipu sawa, na huku utakuwa ni upande wa ubavuni. Kwa hiyo hapa pasikuchanganya, hapa pametenganisha kipande cha mbele na kipande cha nyuma. Kwa hiyo hiki ndio kipande chetu cha nyuma na hiki ndio kipande chetu cha mbele. Kwa hiyo tukirudi huku kwa ajili ya kwapa, huwa tunaangalia nusu ambayo ni tatu na nusu hapa. Tunatengeneza kwapa ya mbele ambayo tutaipunguzia nusu nchi hapa. Kwa hiyo tutatengeneza kwapa ya mbele ambayo kwapa ya mbele itakuwa manahua kwa hiyo hata huko pia tutatoka mm. Nikumbuke hii haitakuja kushia hapa. Kwa mfano, kwa mfano, huku kuna kuna mgongo unabaki wazi. Ina maana hii tungeelezi ukaishia hapa kwenye kwapa na kupakaja namna hii, kwa hiyo mgongo unakuwa hauko wazi mpaka usawa wa kwapa, lakini huu utakuwa wazi mpaka chini kabisa, katikati ya ya, ya mgongo mm -hmm. Kwa hiyo hii itakuja mpaka maeneo haya ili ipate kulingana na huyu. Kwa hiyo huyu zamshusha mpaka hapa adawa yake atafunya mpaka hapa, sawa. Kwa hiyo mm-hmm. Hii ni zaziwa letu. Upande wa pili utakwenda kukata kama ifuatavyo. hivi vipana unaweza ukakiachanisha chi au ukakiacha kama kilivyo. Kwa hiyo hivi uatukiacha kama kilivyo, unaweza ukakiacha kama kilivyo ama ukakiachanisha kama mimi hapa, napokwenda kukiachanisha. Baada ya hapa, tutakwenda kuvikata vilivanitu, ambapo tutaanza na cha juu. Kwa hiyo hii kwa sababu utakwenda kuwa ina marinda, tutakwenda kuiachanisha kidogo kidogo ili tuweze kuitanua tupate balance ya kupata vimarinda viwili vitatu, vingapi ya kidogo, yeah. kwa hiyo inatakiwa vitoke vipande vinne viwili kwa ajili ya laini na viwili kwa ajili ya kitambaa. Kutakwenda kuiweka pateni uh, yetu hii ambayo tumeitengeneza hapa, tanua hii ili tuweze kupata marinda mawili matatu, hiyo nitakwenda kukata namna hii. Kwa hiyo hapa ni katikati, saeka alama, viko vinne tarudi kwa ajili ya kukata vipande vyetu vya chini. Ikumbukwe huku chini tuna vipande viwili, kuna hiki hapa

Wapima hapa, nimewachanganya hii moyo inatakiwa ikae huku. Kaitabidi tukate tu hiki ambacho ni cha nyuma, tukikate hapa. Kumbuka, tukatia sehemu ya zipu. Kwa hiyo huku utacha kama kanti moja hivi kwa ajili ya zipu.

cha nyuma cha mbele kwa sababu tayari tumeshakata kata vya nyuma, mko cha mbele kinatakiwa kiwe double, tumaanisha si mara mbili. Cha mbele kina yani moyo hiki hapa, waihakikisha moyo utafiti namna hii. Kwa hiyo hivi ni vipande vya mbele. Tunapokwenda kushona, tutakwenda kushona kama ifuatavyo. Tutakwenda kabla, kwanza tukate mkanda yetu. Tutakata mikanda mirefu mirefu mirefu kwa ajili ya kufunga nyuma. Taangalia urefu unaotaka nitoke, mwenye wengine sana

upana kama inchi moja yani na nusu tu ambayo nimeweka kwa ajili ya mikanda lakini pia upana wa mkanda nategemea wewe unataka iwe pana kiasi gani. Kwa hiyo hapa na mikanda miwili miwili. Kwa hiyo nitakwenda kushona hu mkanda nikishashona vile ambavyo naona mimi inafaa nitachukua kipande kimoja ambacho ndio hiki hapa. Nitachukua cha kwanza, kumbuka, hiki kinatakiwa kikae hivi, hiki pia kinatakiwa kikae hapa. Kwa hiyo kwa mkanda nitakwenda kuweka kwa hivi, nikiwa nimeshaushona sasa, nitaweka kwa hapa namna hii, sawa. Alafu nitachukua kipande kingine ambacho ni hiki hapa, nitakwenda kukishonea huku juu, kwa nitashona hapa shwa mpaka hapa mpaka huku, sawa. Na upande wa pili nitafanya hivyo, kwa sababu niko na mikanda miwili, kanda pili nitaupata. Lakini pia kumbukwe, kutakuwa kuna sehemu ya kuingizia mikanda kwao. Nitakwenda kukata sana kingine kidogodogo, kwa ajili ya kutengenezea sehemu ya kuingizia mkanda, na vikiwa vio vya mbamba alafu vitapaswa viwe vinne kwa <tipos> hiyo, nitakwenda kuvitengeneza kisha nitakuja kuelezea namna ya kuvishona.